Ngorongoro kwa chango sana mazoezi tu. Lakini kwa kifupi tu, tunazungumziaje hifadhi ya wanyamapori ya Ngorongoro? Kwa kweli tutakuja hapa kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania tuweze kuthamini vya kwetu, tuonyesha uzalendo kwa mambo tunacho, mali asili yetu, ardhi yetu na utajiri wetu a anayetetea rasilimali za Tanzania. Kwa hiyo sisi enye kina nani tudharau vya kwetu, tumekuja hapa kuhamasisha Watanzania, kuanzia watoto, vijana, akina mama, akina kaka, akina baba wote tupende na tuhifadhi maeneo mbalimbali ambayo yanatupa sisi asili. Okay. Kitembelea Ngorongoro kitu gani ambacho unapenda sana kuangalia? Mimi napenda wanyama simba, napenda sana simba.

Kiukweli nimefurahi sana manake wakati tunajadiliana wa na Jeketi pamoja na Inspekta, Raisa na Seta, wakasema kwamba ifiki wakati mheshimiwa rais anaposema tumsaidie, hiyo tunamaanisha kwamba tutakusaidia kila mtu katika nafasi yake. Kwa hiyo sisi tunajitolea kama tunawahamasisha Watanzania wenzetu, tunahakikisha watu wanakuwa wazalendo, watu kwanza wanajua vivutio vilivyoko ndani yetu na kuvitembelea, kama alivyosema kwamba sio tazitaknarudhaamesha hichonnnamba nogizetu kwamba utalii ni, ni, ni, ni moja ya sekta sana na sasa hivi tumeona rais ameleta ndege. Na ile kubwa kama taifa, hakuna nchi imefanikiwa katika suala la utalii bila kuwa na ndege yake. ujenge kama ambavyo wenzetu wameongea, kama ambavyo wenzangu wameongea, yani tujenge utamaduni wa kuwa na Uh, tunatembelea mbuga zetu kama Ngorongoro kwa sababu hii kujenga, uh, vijana tumekuwa tuki, tuki, tuki, tukiwa tukidharau sana rasilimali zetu kama alivyosema dadangu yangu okay. Jokate <tipi> kwa hiyo, kwa pamoja wote tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kusapoti na kutetea rasilimali zetu.